Katika juhudi za kuimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi wa maeneo ya vijijini, kambi ya madaktari bingwa chini ya mpango wa Rais Dakta Samia Suluhu Hassani imefanyika kwa mafanikio makubwa katika halmashauri ya wilaya Momba. Kambi hiyo imehusisha jumla ya madaktari bingwa saba waliokuwa wakitoa huduma mbalimbali mbali za kibingwa wakiongozwa na daktari Joni Lawi. Kwa Dr. John Lawi ni daktari bingwa wa afya ya uzazi na magonjwaya kina mama. Nimekuwa kwenye kampeni ya madaktari wa Mheshimiwa Dr. Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hapa Halmashauri ya Wilaya ya Momba. Kwa siku ambazo tumekaa hapa tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kutimiza malengo ya utoaji huduma kwa wananchi, lakini pamoja na kuwajengea uwezo wa watumishi ambao tumewakuta kwenye hospitali yetu ya halmashauri ya wilaya pamoja na watumishi ambao wametoka kwenye vituo vingine ili kuja kupata jengewa uwezo wa kuboresha huduma wanazozitoa kwenye vituo vyao. Kwa majina anaitwa Dkt. Kelly Peter Msafiri, daktari bingwa wa watoto. Kituo changu cha kazi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Sumbawanga. Nimekuja kwenye kampeni ya Uh, mentorship ya Dr. Samia Suluhu hospitali ya wilaya ya Momba ambapo hapa madaktari bingwa uh, tunatoa huduma pamoja na kutoa mafunzo au kuambukiza ujuzi kwa madaktari ujuzi wa uguzi na wafanyakazi wote wa hospitali hii uh, katika kampeni hii ya uh, Uh, kutoa ujuzi na matibabu ya kibingwa ya, ya kambi ya Dokta Samia Suluhu hospitali ya wilaya ya Momba, tumefanikiwa kuzindua ki, uh, wodi ya watoto wachanga ambayo ilikuwa katika hatua ya kuweza kuanzishwa. Uh, hii ni wodi maalumu ambayo watoto mahututi wachanga wanalazwa na kupatiwa huduma gn mwa watoto ambao wanakuwa wanahitaji huduma hii, ni wale watoto wa jiti, wamezaliwa wakiwa hawajitumiza uh, ile miezi tisa ya kuzaliwa na hivyo wanakuwa na changamoto ya kuweza kuishi vema na kuweza kujitegemea. Kuna watoto wengine wachanga mautuku au uh, nao wanakuwa wanalazwa kwenye odi. Manufaa makubwa yanayopatikana ni kwamba sasa kituo hiki kitaweza kuwasaidia kwa ufanisi zaidi watoto wachanga ambao wanazaliwa wakiwa wana changamoto ikiwemo kuzaliwa njiti uh, ku, kuwa uh, kuchelewa kulia uh, pamoja na hasahasa changamoto ya mfumo wa hewa unafahamu hao watoto njiti kwa kawaida huwa wanakuwa wana changamoto ya mfumo wa hewa ambayo inawapelekea wengi wao kupoteza maisha. Kwa hivyo, kuanzisha hii huduma katika hii hospitali ya hospitali uh, ya Halmashauri ya Momba uh, kutaweza ku, hii hospitali kuweza kuwahudumia watoto wenye mahitaji, wale wanaopewa rufaa kutoka kwenye vituo vya pembezoni kuja hapa na wale ambao wamezaliwa hapa hii ni, ni, kama unavyoweza kuiona hii wodi ina vifaa vya kisasa kama ambavyo mnaweza mkaviona na kuna vitanda vichache ambavyo vimewekwa. Uh, watoto hapa wataweza kupata huduma za hali ya juu ikiwepo huduma uh, za kupinga kubo, kupoteza joto kwa maana ya kubaridi kali uh, wataweza kupata. Uh, kusaidiwa kupunua kwa maana kwamba kuna mashine ya sipa ambayo inawasaidia wale ambao wa, wa, wa wana mahitaji makubwa ya oxygen. Uh, kuna radiant warmers zimo na watumishi wa hapa wamejengewa uwezo na wataendelea kujengewa uwezo ili waweze kutoa huduma maarufu zaidi. Shukrani kubwa zimfikie Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa kuwezesha kituo hiki kitu, kitu, kujengwa Uh, uh, kuletewa vifaa ambavyo vinawezesha kutoa huduma na vile vile sisi wataalamu kuweza kufika mahala hapa na kutoa mafunzo uh, mafunzo na matibabu kwa wananchi walishauri a mama, asante. Huduma zilizotolewa ni pamoja na upasuaji, tiba ya magonjwa ya ndani, afya ya mama na mtoto, huduma za macho na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa waliokuwa wakihitaji huduma maalum. Nipo hapa katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Momba kwa ajili ya uh, mentorship ya Mama Samia kwa ajili ya kuaj-kutoa huduma na kuwajengea uwezo watumishi waliopo katika halmashauri hii. Nikiwa kuwaona wagonjwa kuwa wengi, tumetoa huduma ambazo zimeendana kabisa na hospitali zingine kwa mfano huduma za kibingwa ambazo tumekuwa tukizifanya katika hospitali kubwa, basi tumezileta hapa na kitu ambacho tume- tumefanikiwa kuzifanya hizo huduma ni kwa sababu ya uwepo wa vifaa vya kisasa, hasa kwa upande wa hapa kwenye kitengo cha kinywa na meno. Tumekuta kiti kizuri, mashine nzuri za utoaji huduma, kuna x-rays, kwao tumefanya huduma za kibingwa kabisa, ambavyo kwa kipindi cha nyuma kwenye levo ya hospitali za wilaya kama hizi zilikuwa zipatikana. Kambi hii imekuwa nuru na faraja kubwa kwa wananchi wa Momba, kwani wengi waliokuwa wakisubiri kwa muda mrefu huduma za kibingwa wameweza kuhudumiwa kwa wakati. Anaitwa Zahara Ali, natoka Tindingoma, nilikuwa na changamoto ya uvimbe kwenye ziwa la kushoto takriban miezi mitatu. Nashukuru mchango wake Mama Samia kutuletea madaktari bingwa kuja kutufikia huku tulipo. Wamenifanyia oparesheni vizuri, naendelea vizuri kwa sasa. Bila wao niligharamika kupanda gari kwenda mkoani, wakati huo gharama za usafiri kutoka hapa mpaka mkoani ni bei. Namwombea maisha marefu Mama Samia, aendelee kutuhudumia wananchi wake lakini zaidi ya hapo imekuwa pia chachu ya kujenga uwezo kwa watumishi wa hospitali ya wilaya pamoja na wataalamu kutoka kituo cha afya Kapele, wakiwemo daktari Violet na wengine wengi kwa majina. Naitwa ni daktari ya kituo cha afya Kapele, imekuja kwenye mentorship ya madaktari ya Mama Samia ambayo inafania katika wilaya yetu ya mashauri ya Momba. Napenda kumshukuru Mama Samia kwa kuletea wa madaktari watujengea uwezo ambapo wanaamini nikitoka hapa nitaenda kuwa faida katika kituo chao. Katika hafla ya kufunga rasmi kambi hiyo, mganga mfawidhi wa hospitali wilaya Momba Dkt Faraja amewashukuru madaktari kwa kujitoa kwao kwa moyo mmoja. Kwa jina la Dkt Faraja Ninuka, mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya Momba, napenda kumshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt Samia Suluhu Hasani kwa kuwezesha ujio wa madaktari bingwa ambapo tumepokea jumla ya madaktari bingwa saba ambapo wameweza kutoa huduma katika hospitali hii ya Wilaya ya Momba. Ujio wa madaktari bingwa una manufaa makubwa katika hospitali yetu pamoja na wananchi. Upande wa wananchi wameweza kupata huduma za kibingwa, ambapo wameweza kutibiwa changamoto mbalimbali walizonazo. Kwa sisi watumishi tumeweza kujengewa uwezo katika maeneo hayo saba ambayo madaktari bingwa wameweza kufika. Vile vile, kaimu mkuu wa divisheni ya afya Dr Bonifasi Mwita naye ametoa shukrani kwa niaba ya idara ya afya, akisisitiza umuhimu wa kambi hizi kuendelea kufanyika mara kwa mara. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Momba, ndugu Fabian Manoza Saidi, amewashukuru kwa dhati madaktari hao kwa ujio wao na mchango wao mkubwa kwa jamii ya Momba, akisisitiza kuwa Momba ni nyumbani kwao na kuwataka warudi tena siku za usoni. DMO yupo, Dr. Valet yupo, wameasikia lakini watakaa kwenye vikao vyao vya CHF kwa ajili ya kuboresha. Mimi tu waniambie, Mkurugenzi, nataka fedha kifanya hivi, mimi niko tayari kusupport, na yeah. Nawashukuru sana.